Yes, nadhani tulibahatika kupata nafasi ya kutazama mchezo wa jana kati ya Al Ahly ya kule nchini Misri ambao waliwakaribisha Young Africans kutokea Tanzania katika mchezo wa kundi D, uh, mchezo wa ligi ya mabingwa barani Afrika CAF Champions League, ambapo uh, Young Africans walikubali kichapo cha goli mbili uh, kwa sifuri dhidi ya wababe wa soka la like Kiafrika Al Ahly, timu ambayo imekuwa na uzoefu mkubwa sana kwa kipindi kirefu, na ndio timu ambayo imechukua kombe hili mara nyingi sana. Kwa hivyo ilikuwa ni mechi ngumu kwa Yanga, lakini licha ya yote tumeona namna ambavyo wachezaji wameperform, wamecheza vizuri sana kiukweli. Nimeona uh, quality ya wachezaji wapya ni uh, wape hongera kwanza uh, mchezaji Depu pamoja na Alan Okello wameonesha kuna utofauti mkubwa sana wameuleta, kuna ubora mkubwa wanao ambao nafikiri siku za usoni tutakwenda kuona namna ambavyo wakideliver. Kwa kweli, uh, ni mechi wamepoteza, lakini ni moja kati ya mechi ambazo nimezifurahia sana katika uchezaji wa Young Africans. Alan Okello Depo SC ni miamba kweli kweli, uh, Young Africans wameokota, lakini pia kwa upande wa Uh, golkipa nafikiri kuna kidogo misunderstanding kati ya wachezaji wa I mean defenders pamoja na golkipa. Kuna namna ambavyo wanatakiwa watengeneze uh, ule mfumo wao wa kuwasiliana uh, kwa karibu zaidi, kwa sababu ukiangalia magoli yote mawili ni namna ambavyo umekosekana uh, yale mawasiliano kati ya kipa na defenders wake na ndio maana imekuwa na namna ambavyo wameweza kuruhusu goli katika, katika bida vibaya. Kwa mfano ukiangalia goli la kwanza sekunde za mwisho kabisa kabla ya kwenda kipindi cha mapumziko goli linaingia katika namna ambayo sio, um, sio sio ya kuitegemea. Kwa hiyo umeona goli la kwanza baada ya kuingia tayari kuna namna wachezaji kidogo iliyonngonyesha, ilibidi watumie nguvu ya ziada ili kutafuta goli la kurejesha lakini isivyo bahati unakuta goli la pili pia tuna, tuna kuja kuingia. Kwa hiyo yale mawasiliano kati ya uh, goalkeeper pamoja na defenders inatakiwa uh, waongeze na waangalie namna gani ya kuweza kushirikiana katika eneo lile la ulinzi. Lakini kwa upande wa viungo perfect 100, lakini pia upande wa mbele tumeona magoli mawili ya wazi wameweza kukosa uh, Alan Okelo, tumeona Maxim Nzengeli waweza kukosa katika sehemu ambayo uh, nafikiri wangezitumia vizuri nafasi zile, tungeongea mengine aidha, sare ya mbili kwa mbili ama pengine uh, wangeweza pia uh, kupata hata ushindi mbele ya majanti hayo wa uh, uh, soka la Kiafrika. Lakini yote kwa yote uh, timu imecheza vizuri sana, narejea tena uh, kwa Mtukumade, ni mwiba wa kuotea mbali ni mchezaji hatari, ni mchezaji mbaye nafikiri atakuja kuwa na jina kubwa sana kwa ligi hii ya NBC, kwa sababu nimeona performance yake imekuwa ni kali sana, licha ya kukosa ushindi. Performance ni kali. Alan Okello kijana mdogo lakini maarifa makubwa, ana uwezo wa kutengeneza nafasi, ana uwezo wa kuwachezesha washambuliaji, lakini pia hata mwenyewe amekuwa akijiweka katika position nzuri sana za kutafuta magoli. So, amekuwa ni kiungo mshambuliaji wa aina yake, kiungo mshambuliaji wa kisasa, si yule ambaye ana stick katika sehemu moja. Amekuwa ni mchezaji ambaye anajaribu kuhamahama kutafuta nafasi za kutengeneza nafasi za magoli ama kuchukua nafasi ya kushinda yeye mwenyewe. Kwa hiyo amekuwa ni mtu ambaye ana umuhimu sana, na ni kiungo mshambuliaji wa kisasa. una muonekano kuhusiana na wachezaji hawa wapya katika ligi ya NBC ambao jana wameonesha makali yao katika mchezo wa ligi ya mabingwa barani Afrika. Maoni yako ni muhimu sana, tuandike kwenye comment section, usahau kusubscribe.